Kama msimamizi wa parokia yetu teule Mikongeni, kweli tunaona mambo ya ajabu, Mungu anatutendea baraka nyingi, kama tuliyosikia katika risala yetu, jinsi tuliyofanya maendeleo. Ilikuwa kituo cha sala, sehemu tunaposimama hapa tunapokaa kama ukumbi, na ilikuwa imepandishwa katika kama parokia ni kigango na katika hatua hiyo kiwango tumepata maendeleo makubwa tu, kuwekwa kanisa nzuri, sakristia na sehemu nyingine ya choo. Haya yote ni tunaona ni kazi ya Mungu pamoja na kazi mlizofanya pamoja, matoleo yenu, sadaka zenu, kusali pamoja, haya yote ndiye tunauona kwa macho yetu. Basi baadaye hata labda mwaka ujao baba a, Uh, skofu anaweza kuruhusu kama parokia kamili, tukiwa tunapata pia parokia ni paroko. Basi upendwa, haya yote ndio kazi ya Mungu tunayofanya pamoja. Basi hii ndio uh, kwa kuwapatia neno la shukurani, neno la pongezi kwa siku ya leo, kufanya pamoja kama mgeni rasmi, napatia neno hilo kama paroko uh, nimesikia pia risala mliosoma mambo ya mika, mipaka yote, tutakaa pamoja na kamati tendaji wa parokia teule na parokia Mkuza, ile niliko, niliko tunafahamu ile hatua nilipokuwa naenda kwa huduma, tunafahamu sehemu gani tunaishia kama parokia Mkuza na parokia teule ya Mikongeni. Basi wapendwa, kazi nyingine tutafanya kiafisi, mambo ya kufungua akaunti ya kigango ni ya parokia teule na mambo mengine mtajulishwa tu, katibu wa uh, viongozi hapa wa parokia uh, teule wataleta ujumbe kwa ajili yenu. Basi kuanzia leo uh, eh, wataendelea kama viongozi wa uh, parokia teule, sio ni kige, kama kigango wataendelea tu kama viongozi bora wa parokia teule hadi watakapochaguliwa wengine mwezi wa pili au mwezi wa tatu, tutakuwa na uchaguzi kama parokia teule eh, tunamkabidhi mkabidhi Mwenyezi Mungu hayo yote. Basi wapendwa, viongozi kamati tendaji wa parokia teule, mtaendelea kama viongozi bora wa kamati ya kamati tendaji wa parokia teule. Kwa hiyo hakuna uh, wasiwasi, hiyo mlichozoea ya mambo hayo yote kama parokia ile ya Chang'ombe. Uh, Jamaika haya yote mlikuwa mnashuhudia uh, kwangu kuja hapa nini Maria kwanza naangalia uh, tunapata parokia teule kwa hiyo pendwa tuna tunafahamu tuna maelewano tuna tunafahamu mambo yote tunayofanya katika parokia yetu basi wapendwa natakieni baraka nyingi katika sherehe yetu Mungu azidi, azidi kutubariki zote na maendeleo tunayotarajia kufanya mambo ya kiroho na kimwili, basi natokeni sherehe njema, in Mungu azidi kutubariki zote, asanteni kunisikiliza. Asanteni, tunaweza kukaa pia kukaa. Naomba hapo hapo. Naomba baki hapo hapo. Baba Paroko, nalichukua pesa Baba Paroko pale. Naenda kukata keki. Naomba, naomba mababa wote tu. Naenda kukata keki. Naomba mababa wote tu. Naomba kwenye kiti tukamate

tafadhali kwa ajili ya kuila, sasa ni wakati wa kuila. kwa niaba ya wanamikongeni yes, na sisi wanamikongeni tunamlisha baba paroko. Wanamikongeni tunamlisha baba paroko namna hiyo eh. Asante sana baba paroko kwa kushughulikia ombi letu la kuwa parokia teule, ukapeleka barua kwa baba basi

Mliko kamati ya chakula huko mliko, mjiandae keki nakuja karanga, alafu mjipange wakati wakupelepa wageni kwa ajili ya chakula. Asante ah, ante u. Wakati kamati ya chakula inajiandaa, naomba usikivu mkubwa mahali hapa. Wao kitanzio huko Aise, nilikuona mahali hapa unafanya vitu vyako. Kumbe jamani, Brazili sio mpira tu, hata mambo yale dancing nayo ipo. Eh, wako vizuri, nimemwona Gidasi wakifanya mambo yake vizuri mahali hapa. Basi tumsifu Yesu Kristo. Hii sasa imekuwa parokia teule. Sasa kuna jambo moja, kuna siku nilikuja kusali hapa, kwa kweli niliumia nilipoumia yaani, basi tukukosa uwezo, lakini nikafikiria, nika kumbe uwezo ninao wa kufanya jambo. Kuna siku nimekuja kusali hapa alafu umeme ukakatika, mwenyekiti umeme kuenea pale kanisani, sisi na yeye tukanunua kika kigango akaelewa hapa tayari, kigango kikajengwa mahali pale, mbeba maono hii. Hatimaye tunakuwa parokia mama a wow. Ana furaha gani kama <tipa> menaona na furaha sana na naona kazi yangu imetimia sana. Wow. Sasa ia, kwa furaha hiyo tamka neno kwa ajili ya na jenereta. Tamka. Hesabu ya paroko na mimi nitaongezea oo milioni moja.